Shule ya Buhanda Sekondari iliingiziwa pesa kutoka serikalini shilingi milioni mia tatu arobaini na mbili na lakitisa, pesa hizo kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya msingi ambayo shule hii tayari imejengwa ime kwa hatua iliyofikia hatua ya umaliziaji, ambayo bado kuweka viti na meza vya wanafunzi pamoja na madawati. Mradi huu umejengwa mahususi kwa ajili ya kupunguza changamoto ya mrundikano wa wanafunzi shule ya msingi Mwasenga na shule ya msingi Butunga, ambapo kuna mrundikano wa wanafunzi wengi sana madarasani. Lakini pia umbali, wanafunzi wamekuwa wakisafiri kutoka huu mtaa wa Mgeu kwenda shule ya msingi Butunga na shule ya msingi Mwasenga kwa zaidi ya kilomita tatu, lakini watakapokuwa hapa watakuwa wanatembea umbali usiozidi kilomita moja na nusu maana yake watakuwa wanawahi. Wengine ni majirani kabisa ya wa wa ya shule hii, kwa hiyo itaongeza ufanisi e, wa taaluma na ubora wa taaluma e, katika mtaa huu wa Mgeo na shule mbinu iliyotengenezwa hapa. Tuna jumla ya madarasa nane ambapo madarasa sita ni madarasa ya shule ya msingi ehe, shule ya msingi na madarasa mawili ni ya elimu awali, ambapo elimu awali itachukua wanafunzi tisini shule ya msingi itachukua wanafunzi mia mbili sabini he, pamo, lakini pia tuna jengo la utawala ambalo watakaa walimu he, pamoja na mkuu wa shule pamoja. Jengo hilo la utawala lina matundu ya vyoo matatu, lakini elimu awali ina matundu ya vyoo sita, na elimu msingi ina matundu ya vyoo kumi. Katika hao matundu ya vyoo kumi, matundu matano ni ya wasichana na matundu matano ni ya wavulana, ambapo serikali imezingatia watu wenye ma, wanafunzi wenye mahitaji maalum. Miundombinu hii inapaswa kutunzwa ipasavyo, ili kuweza kuendelea kukidhi haja ya ma, na mahitaji ya kusajili watoto kwa muda mrefu.